Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ya pekee ambavyo ameendelea kutusaidia kutupa fedha nyingi kwa ajili ya madaraja hasa daraja la Sukuma pamoja na daraja la Simiyu. Jumla ya bilioni hamsini na saba zimekuja kwenye madaraja hayo, haijawahi kutokea. Lakini nikupongeze waziri, umeshika nafasi kwa muda mfupi, hongera sana, tumeanza kuona na tunaamini kwamba tufanya kazi kubwa pamoja naibu wako, katibu mkuu na wengine wakurugenzi wa taasisi. Sasa mimi nilikuwa naomba ushauri, Mheshimiwa Waziri, haipingiki sasa kutoka Mwanza mpaka Nyanguge kupanua barabara, kwa sababu huko ndiko sasa hivi uwekezaji wa viwanda vinaendelea. Magu, Kisesa, Nyanguge yote ile ina viwanda vya kutosha. Sasa hivi foleni kutoka mwanza mpaka Kisesa ni dakika arobaini, ndipo unaanza kukimbia. Kwa hiyo watu wanapoteza muda mrefu kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za kiuchumi. Niombe sana barabara kutoka Mwanza mpaka Nyanguge, upembuzi yakinifu umekwisha kukamilika, sasa ipanuliwe kwa ajili ya kuondoa msongamano wa, wa, wa magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe barabara ya Nyanguge kwenda Lamadi boda ni barabara ambayo imeharibika kabisa, vilaka vinawekwa, kilaka juu ya kilaka, gharama kubwa inatumika kwa serikali kuziba vilaka na ajali nyingi zinatokea. Niombe Waziri ulega huko hapa na katibu mkuu, kwa kweli, hebu weka fedha kwa ajili ya ujenzi mpya wa barabara hiyo ambayo ni zaidi ya kilomita mia moja itakuwa imekamilika kwa sababu mmeweka bilioni 48 za daraja la Simiyu. Sasa kama barabara hiyo kila siku inazibwa viraka na barabara, na daraja jipta mmejenga, haitaleta maana. Hebu ijengwe barabara ili iweze kuendelea kuendelea. Taarifa, mheshimiwa mbunge, naomba mniruhusu nisiruhusu taarifa. Niombe barabara ya kutoka Magu kwenda Bukwimba kwenda Ngumarwa ambayo mwaka jana mlitutengea fedha na mkandarasi yuko kazini. Ni kupongeza, uliwapongeza jana wakandarasi wazawa, lakini wako hoi tabani, wako hoi tabani, walipeni fedha ili waweze kuendeleza miradi hii, kwa sababu wameanza wakasimama barabara ya Bukwimba Hungumarwa imesimama kilometa kumi, mkandarasi uko kazini, toweni fedha ili aweze kuendelea na barabara hii. Tuna barabara ya airport Nyanguge ili kupunguza jamu ambayo ina watu wanatoka Msoma, wanatoka Simiu kwenda airport. Barabara hii imeanza na kilometa kumi kule airport, tungeomba sasa mwaka huu wa fedha iwekewe fedha za kutosha ili kuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika kutoka airport ya Nyanguge. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao barabara ya kutoka, ya kutoka Magu Mahaha ambayo usanifu unaendelea, tungeomba baada ya kukamilika usanifu, ziwekwe fedha kwa ajili ya ujenzi wa lami. Barabara hii inafungua uchumi wa wilaya ya Magu kutokea Simiyu, lakini kuna kipande ambacho tayari usanifu umekamilika kwenda Bariadi ambako kwa kweli nako ndio uchumi unafunguka kwa ajili ya mkoa wa Mwanza. Niombe fedha ziwekwe kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya lami. Tunazo barabara ambazo zina sifa sasa ya kwenda Tanroad. Na waziri, tumekuandikia tumekuletea, tunaomba sasa utume watu wako waje waangalie barabara ya kisesa Kayenze, ambayo inatoka trunk road kwenda barabara ya Tanroad, ina sifa zote barabara inayotoka Matela kwenda Nyakasenge, inatoka Tanroad kwenda kule inakutana barabara ya Tanroad. Hizo zina sifa zote, lakini barabara ya kutoka Nyanguge kwenda kisesabi kwenda Kwimba boda inatoka barabara ku, ya lami barabara kuu kwenda barabara ya Tanroad, nayo iingizwe kwenye Tanroad. Tuna barabara inayotoka Ilungu kwenda kwenda Kwimba ni barabara ambazo zinatoka barabara kuu zinaunganisha na barabara ya Tanroad, lakini kuna barabara inatoka Kisamba kwenda Simiyu, ni barabara inayotoka barabara kuu kwenda barabara ya Tanroad. Kwa hiyo hizi barabara zina sifa zote. Hata barabara kutokea Magu Buhumbi kwenda kukutana na barabara ambayo inatoka, uh, inatoka Kwimba kuja Rumeji ni barabara ambazo zina sifa ya kuingia Tanroad. Niombe, tumeshakuletea, tuma watu wako waje wakague, kwa sababu zina sifa ya kuingia TANROAD. Baada ya kusema hayo, nakuona mwenyekiti unaniangalia, naunga mkono hoja. Dakika tano ni chache, lakini waziri ameshaelewa haya mambo. Asante sana, wasima